Sio pesa kama ziko tayari, ili ukamilike, lazima uwe na nidhamu za kukusanya, nidhamu ya kutumia kile kilichokusanywa, basi kiende pale pale. Kwanza alisema mkurugenzi kwamba kwa kutakuwa na mafunzo yatakayoanza hivi kwa karibuni kwa shimamatuwa uh, na akatoa msisitizo kwamba angetamani madiwani wahudhurie wote na kuhudhuria wenyewe bila bila kukosa. Na mimi kwa niaba ya chama nisisitize hilo, hatupendi kuona shiajuwani yote aliuzlia maana ni muhimu kwa ajili ya uongozi wetu wamsaiki mea naumea. Lakini katibu wa madiwani, kumekuwa na kutokuhudhuria matukio na mikao. Sasa kupitia hili, waheshimiwa madiwani, ni jambo muhimu sana ambalo serikali imeliandaa, hata nuwaombe, viti viko wazi, wenye mafunzo asikosikani waheshimiwa madiwani hata moja. Kwa hiyo naomba lakini jambo ni eh, la pili, mheshimiwa mwenyekiti, ni waombe ratiba wakuwa wliko ya vikao na utaratibu wa vikao huko namba basi fuate na vikao vile vyote vya kanuni vya msingi vifuatwe ili kuweza kuleta uwiano katika hoja ya haliei, na maneno mengine anaweza msijadili kwa kina, lakini basi ufuate ratiba vizuri ya vikao na utaratibu, kwa kuwa ratiba zipo mapema, zimetolewa. Nimeshapitisha ratiba ya vikao. Bajeti hii imelenga maeneo mengi kama nilivyosema, bajeti inapitishwa, lakini inategemea fedha na fedha hizi zina kusana. Niombe waheshimiwa madiwani mkatoe ushirikiano kwa watikaji wetu, mkatoe kwa Ha, kwenye eneo la kusema mapato, anataji siasa kiingiza siasa hapa. Tumepitisha tumepitisha bajeti ya fedha nyingi ambazo zinategemea kwenye ao vyetu ya mapato ya ndani ili zikatumike kama zilivyoetwa, basi mkatoe ushirikiano kwa watendaji. Wakati mwingine wanaposimama watendaji wanasiasa unaonisha sasa sisi si chama tuwaelekeze waheshimiwa madiwani, kashirikiane na wataalamu watendaji wetu wakata ta kwenye ukusanyaji wa mapato naika, tusonge mbele. Maana bajeti inaongezeka na hata matumizi kila siku yanaongezeka na haya yote yanategemea ukusanyaji wa mapato, na i yuko hapa na sisi wenyewe tutafunga tutafua, aa, tutakapoona kuna shida kidogo, hasa kwenye ukusanyaji wa mapato, kama ebana ma ili tuweze kuongeza kipato kwenye halmashauri. Mwisho kabisa Waheshimiwa madiwani kuendelea kuwa sauti ya wa wananchi. Kuendelea kuwasikiliza wananchi. Yaani kuna shida nyingi zinafika kwenye ofisi ya chama, zinafika kwa mkuu wa wilaya na yeye ndo anawakilisha wananchi. Kuna maneno mengi mpaka ile vyombo vingine vishughulikie, lakini waheshimiwa madiwani hamuiti mikutano ya wananchi, hamuiti vikao kuwasikiliza watu. Kwa hiyo tumekuwa na hizo shida na yeye ndo umepewa dhamana hiyo kwenye kata zetu. Hebu mkaendelee kuwa sauti. Kwa majina naitwa Benson Sovela, mimi ni diwani wa kata ya Mshangano, ili vile ni mjumbe wa kamati ya fedha. Siku ya leo tunashukuru, siku kubwa kwetu, ni siku ambayo tumependekeza mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa fedha mwaka 2026 2027 Bajeti yetu pendekezwa kwa mwaka 26 27 ni bilioni 63 na point, kutokana na mahitaji ya mji wetu na ukuaji wa mji wetu. Mapato yetu ya ndani yamekuwa makubwa ambapo sasa ni bilioni kumi tutatumia hivyo, tunatarajia mambo mengi kwenye bajeti hii. Imegusa mambo mengi kwenye afya, imegusa kwenye sekta ya afya, imegusa miradi viporo ambayo miradi ile iliachwa nyuma. Serikali yetu kupitia Mheshimiwa wetu Rais aliagiza kupitia TAMISEMI kwamba miradi vipolo yote ambayo ilihusisha nguvu za wananchi pamoja na manispaa basi iishe. Kwa bajeti hii imegusa kumaliza kero na miradi yote vipolo iliyokuwepo, sambamba na miradi ya kimkakati mikubwa iliyopo kwa bajeti hii. Ndugu wana manispaa Wanasongea wafarijike, bajeti itakayogusa maeneo kadhaa muhimu sana katika sekta ya elimu, afya miundo mbinu. Nisisitize tuendelee kuwa waaminifu kulipa kodi, tukipata ushirikiano. Maana yake tunaamini bajeti hii itaenda kututoa hatua moja, ambapo kutoka mji sasa kwenda kuwa jiji. Lazima tutoe shukrani kwa kuwa idara na no wakurugenzi, bajeti hii haina shaka. Mwenyezi Mungu awabariki, muendelee kupiga kazi. First of all we ni diwani wa kata ya Sidifam, leo tumekwenda ku kupitisha mapendekezo ya bajeti mpya ambayo tunafikiri kwa mwaka huu wa 2026/2027 itakuwa imeona namna gani ya kutekeleza majukumu yetu kwa ngazi zote za kiutumishi, lakini pia za kimaendeleo, pamoja na miradi ile ambayo viporo. Kwa namna pekee niseme tu kwamba kwanza bajeti yetu imekwenda kuongezeka ku, ku kwa namna moja au nyingine, ukizingatia bajeti iliyopita ilikuwa ni bilioni tisa lakini safari tumefika bilioni kumi pointi mbili Kwa hiyo tunachokiomba sasa ni kuona namna nzuri ya kuweza yale yote ambayo yamependekezwa na yaweze kupitishwa kwa namna moja au nyingine, lakini tarajio letu ni e, baada ya, ya, ya, ya mchakato huu tunatamani sana a, manispa yetu iende kuwa jiji. Moja ya vitu ambavyo vitatufanya tuweze kufanikiwa ni pamoja na na kuendelea kuwa na, na, na maendeleo ambayo leo hii bajeti mpya ikiwa imepitishwa tutakuwa tumefanikiwa.